Mungu ameleta wanaume wanne katika maisha ya wadada ama katika maisha ya wasichana, na sio wanaume wote ambao wanakuja mbele yako wewe, wasichana wanaonisikia, ama wadada wanaonisikia, sio wanaume wote wanaokuja mbele yako ni wako. Kuna wanaume wanne ambao Mungu amewaruhusu waingie katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Mwanaume wa kwanza katika maisha ya mdada ama katika maisha ya msichana ni baba yake. Baba yako ndiyo mwanaume ambao mungu amemleta katika maisha yako, na kuna mwanaume wa pili ambaye ni bradha yako. Mwanaume wa pili ambaye bradha yako ni amesimamia katika, kuna kimali amesimamia katika maisha ya msichana, alafu kuna bwana yako ambaye Mungu amemleta katika maisha yako, na kuna mtu ambaye anaitwa mchungaji. Mchungaji wako ambaye ni mwanaume ambao, hao ndio watu wanne ambao Mungu ameleta katika maisha ya wasichana. Bwana apewe sifa. Mtu wa kwanza ama mwanaume wa kwanza nimesema ya kwamba ni baba, baba yako. Wasichana wamepewa wanaume wanne katika maisha. Mwanaume wa kwanza ni baba yake, mwanaume wa pili ni brada yake, mwanaume wa tatu ni bwana yake, na mwanaume wa nne ni baba ya pastor wake. Praise God. Sasa tunataka tuangalie baba ako na usaidizi gani katika maisha ya mdada, mzazi wako ambaye ni mzazi wako wa kiume ako na usaidizi gani katika maisha yako? Maandiko anasema ya kwamba waheshimu baba yako ndio siku zako wazazi wako, ndio siku zako zipate kuongezeka. Baba ya baba yako anakulinda kiafya, ndiye ukuwe na afya nzuri, ukuwe na maisha mazuri, lazima ukuwe na uhusiano mwema na baba yako ambaye amekuzaa. Bwana apewe sifa, because your father anakumaintain ya kwamba in the spiritual body to be alive, wewe kukua mzima, baba yako anakuzuilia wewe usipatwe na magonjwa, na ndiposa Biblia inasema ya kwamba waheshimu baba yako na mama yako, ndiposa siku zako zipate kuongezeka. Siku zako haziwezi kuongezeka kama hauna uhusiano mzuri na baba yako. Bwana apewe sifa. Kwa sababu baba yako ni Mungu wako wa pili. Amen. Kwa sababu ulipozaliwa ni yeye aliyekuleta duniani, kwa hivyo lazima umuheshimu na ndiposa siku zako ziweze kuongezeka. Bwana apewe sifa. Huyo ni mwanaume wa kwanza ambaye Mungu amemleta katika maisha ya msichana ama ya mdada, baba yako. Na kama hauna baba lazima utafute bradha yake babako umfanye kukua kama baba yako, ndio ukaweze kuishi maisha marefu hapa duniani. Unahitaji kukua na mzee baba yako ambaye amekuzaa. Unahitaji kuwa na uhusiano mwema na yeye. Ukikosana na baba yako, unaweza ukakosa security ya mwili, magonjwa kukupata inakuwa rahisi. Bwana apewe sifa. Unaweza ishi maisha madogo katika ulimwengu huu kama una uhusiano mwema na mzazi na baba yako. Baba ndiye Mungu alimleta katika maisha yako ili atunze afya yako, ndiposa Biblia inasema ya kwamba uheshimu baba yako na mama yako, ndiposa siku zako zipate kuongezeka. Siku zako haziwezi ongezeka kama una uhusiano mwema na, mza na baba yako Amen. Mwanaume wa pili ambayo Mungu ameleta katika maisha ya mdada ama katika maisha ya msichana ni brada yake. Brada yako anakulinda aje, ku, anakuli, anakukinga na maroho ya kifamilia. Yeye anakuwa ngao. Mapepo ya kifamilia yakikuja kukupiga yakikuta ya kwamba uko na relationship mzuri na brother yako, yanakujanga yanagonga katika kifua cha brother yako yanarudi nyuma. Praise the name of God. So brother yako anakulinda ndio usiweze ku usiweze ku, kupigwa na mapepo ya kifamilia maroho ya kifamilia. Yanaogopanga vijana sasa yakikuja kukupiga, yapate ya kwamba uko na relationship mzuri na na brother yako, haiwezi kukufikia kwa sababu yakikuja yanagonga kifua chako. Bwana pewe sifa. Na ndiposa msichana akikosana na bradha yake waboma, inakuanga rahisi sana huyo msichana kwenda kutafuta boyfriend akitaka ku, anataka, akitafuta kile kitu brother yake alikuwa na provide katika maisha yake, but your boyfriend cannot provide what your brother was providing to you. Pray the name of God, and that's why unakuwa na maboyfriend wengi, unajaribu kutafuta kile kitu ambacho brother yako alikuwa na supply katika maisha yako inawekosekana bradha yako wako na uwezo wa kukuprotect kwa maroho ya kifamilia, maroho ya kinyumbani. Kama kwenu kuna mapepo kama kuna maroho ya kukupiga yakikuja, yapate uko na relationship mzuri na, na bradha yako hayata kupiga kwa hivyo, wasichana, ni vizuri msikosane na bradha zenu, na kama hauna bradha, tafuta kazini yako akuwe kama bradha yako so that aweze kuprotect kukuprotect na maroho ya kifamilia. Bwana apewe sifa. Boyfriend wako ama bwana yako aweze kukuprotect against the spiritual the, the spirit of families they cannot pro, protect you. Bwana apewe sifa, so You need to have a good relationship with your brothers so that that brothers can protect you from the spirit of familiars. Maroho mapepo ya kifamilia, maroho ya kifamilia ambayo yakikuja ya, ya, ya kukupiga, yanapata uko na uhusiano mwema na brother yako, yanakuja yanagonga kwa kifua ya brother yako yanaenda. Bwana pewa sifa. Wakati unasema brother yako akisema tu, ya tu sister yangu Joyce Hayo maroho yakikuja yanaogopa. So it is better to have a good relationship with your brother. Ni wengi sana nimeona, wakati wanakosana na ndugu zake brother zake wanaenda kutafuta ma boyfriend na utazunguka kwa ma boyfriend, wengi ukitafuta kile kitu ambacho brother yako alikuwa ana provide katika maisha yako. Bwana apewe sifa. Siku ya leo naongelelea kuhusu wadada ama wasichana. Wanaume hawa wanne, Mungu amewaleta wa katika maisha yako wa wa kufanya ukwe na security ya kutosha. So you need to make sure that you have a good relationship with your father, with your brother, with your husband and with your your pastor that is the man that god has bring into your life so that your life must be better you need to have a good relationship with these people your father your brother another woman another man ambayo mwanadada anapaswa kuwa naye katika maisha ni mchungaji pastor wako pastor wako anakuprotect na maroho za ambazo zinapiganga piganga washirika, wanapewe sifa. Hata kama wewe ni pasta mwanamke, unapaswa kuwa na pasta mwanaume, kwa sababu kuna mapepo yanapiganga yanaogopanga wa mapasta wanaume. Wakati yanakuja kukupiga, yanapata huyo mchungaji amesimama, anasema usiguze huyu mtumishi wa Mungu, usiguze huyu bishop. Hata kama wewe ni apostle mwanamke you need to have a pastor ambaye ni mwanaume ambaye atakuprotect na maroho ambaye anapiganga wanawake, yeye huyo mchungaji atakuprotect, he will protect you against the spirit ambaye anapiganga wadada. Bwana apewe sifa, so wadada wamewekwa wa, kwa maisha yako, pastor amewekwa, pastor mwanaume amewekwa kwa maisha yako ili akuprotect na maroho ambazo zinapiganga wadada. Akiinuka, hayo mapepo yanaenda. Bwana apewe sifa. Mwanaume watatu wanne, ambayo Bwana ameleta katika maisha ya wadada, ni bwana yake. Bwana yako ni Mungu ameleta, mleta katika maisha yako na bwana yako anakuprotect kwa sababu ya kuitwa mke wa mtu, na anakuprotect kutoka nje ya ndoa, anakuprotect kwa hisia za umwili. Bwana apewe sifa, hiyo ndiyo kazi ya bwana yako. Na maandiko anasema ya kwamba kichwa ya mwanamke ni mwanaume. Kwa hivyo mwanamke kama hana mwanaume inamaanisha hana kichwa. Na unajua vizuri ya kwamba kuku ukimkata kichwa, abaki bila kichwa, anaendanga huku na huku, anaanga mwelekeo. Ukiangalia wanawake ambao hawana wanaume hawana mwelekeo, kwa sababu hawana vichwa. Biblia inasema ya kwamba kichwa ya mwanamke ni mwanaume na ndio maana wanaelekea jehanamu, na wanasema wanaenda Kanaani. Bwana apewe sifa, haleluya. Wametoka katika njia, lakini wanasema tuko katika njia, kwa sababu hawana kichwa. Maandiko yanasema ya kwamba mke ni shingo na mwanamke, mwanaume ni kichwa. Mwanamke ambaye hana kichwa, yeye hana mwanaume yeye hana kichwa, na anaendanga anywhere hiwanda. Wale wanawake wamedanganywa na injini potofu, ni wale masingos mothers because they don't know, they don't have head, that's why they go anywhere. Wanaenda kwa watu wa manabii wa uongo, wanakoniwa wanauliwa uko, wanapotoshwa uko because they don't have head abaye ni mwanaume Bwana apewe sifa. Na kichwa ya mwanaume ni nani? Maandiko yanasema kwamba kichwa ya mwanamke ni mwanaume, kichwa ya mwanaume ni Kristo na kichwa ya Kristo ni Mungu. Bwana apewe sifa. I think you are, you, are, you are understanding me well. Amen. Kichwa ya mwanamke ni mwanaume Kichwa ya mwanaume ni ye ni Kristo na kichwa ya Kristo ni Mungu, na ndiposa Yesu akasema ya kwamba sifanyi jambo lolote pasipo kumuuliza baba yangu. I can't do anything without asking God, because the head of Christ is God. Amen, that's why Jesus Christ he did what God told him to do Amen. So my brothers and my sisters you need to make sure that you have head, uko na kichwa. Mwanaume ambaye hana Kristo pia yeye hana mwelekeo. Kichwa mwanamke ni mwanaume Mwanamke mwenye hana mwanaume hana kichwa, na kichwa ya mwanaume ni Kristo. Mwanaume mwenye hajaokoka hajamkubali Kristo kama mwokozi wa maisha yake, inamaanisha yeye hana kichwa, na ni posa, hana mwelekeo, anaenda pande hii, anaenda pande hii. Bwana apewe sifa. Anataka aowe bibi kumi anataka awe bibi watano kwa sababu hana kichwa. Kichwa ya mwanaume ni ya mwanaume ni Kristo. So wanaume mnapaswa kukua na Yesu. Bwana <coughs> apewe sifa, kwa maana yeye ndiye kichwa Amen. <coughs> yeye ndiye kichwa na kichwa ya Kristo ni Mungu. Yesu akasema ya kwamba sipa, sipaswi kufanya lolote pasipo kumuuliza Mungu, pasipo kumuuliza baba yangu Bwana apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, <coughs> ni vizuri kufahamu haya mambo. Mwanaume wako kama ajaokoka, ni vizuri aokoke, kwa sababu ana kichwa. Maandiko anasema ya kwamba kichwa ya mwanaume ni Kristo. Mwanaume mwenye hana Kristo yeye hana kichwa, hana mwelekeo, hana msimamo. Amen, ndio maana mambo anayofanya siyo mambo ya kawaida. Amen, mwanaume mwenye hana Kristo huyo hana mwelekeo, ni kama kuku ambayo haina kichwa. Praise God. Mudada ambaye hana mume ni mtu ambaye hana kichwa. Na ndiyo maana wadada, wanaume wana wanakuanga confused, wanakuja wana kanisani, unawaombea hii shida, anarudi na pande pande hii, anakuambia pastor, niombee pande hii, unamwombea hii anakurudi anakuambia na hii ingine, ukimwombea hii anarudi na hapa pengine. Hana mwelekeo kwa sababu hana Kristo, hana mume ambaye ni kichwa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo <coughs> <coughs> Leo nimekuja kuzungumza na wadada. Niwaambie hawa wanaume ambao Mungu ameleta katika maisha yako. Ni vizuri kuwa maintain. Just maintain them. Pray in the name of God. Maintain them. Your father. Baba yako Anakuprotect, anakulinda ndio usipatwe na magonjwa physically, physically, hata kama bwana yako anakubebanga kama kabebi akikupeleka kulala. Kama hauna uhusiano mwema na baba yako, hautaishi miaka mingi. Amen. Your father protect you, anakulinda ndio mwili usipate kadha, usipate ukimwi usipate leprosy usipate ugonjwa wa sukari, mwili usifurefure, ni uhusiano mwema na mzazi ambaye ni baba yako. Respect your father and mother so that you can live a long life in this world. Bwana apewe sifa. <coughs> So you need to respect your parents, your father, you lady, respect your father ndio ndiousiende kwa wanaume wengi, usitembee kwa wanaume eshimu bradha yako haleluya. Aya, eshimu mchungaji wako mpatie. Aya, eshimu bwana yako. Ukikosana na bwana yako kitoko, kidogo, ujuaa kwamba anaondoa ile security <coughs> ambaye alikuwa amekupatia. Na ndio maana ukikosana na bwana yako unaanza kukuwa mtu mwenye ana mwelekeo amen. Unaanza kufanya vitu hazieleweki, because you don't have head. The Bible says that the head of the woman is, is, is a man. Kichwa ya mwanamke ni mwanaume, na kichwa ya mwanaume ni mwanamke. Kichwa ya mwanaume ni Kristo, na kichwa la Kristo ni ye... ni Mungu. Kwa maana Yesu alisema ya kwamba sipasifanyi lolote pasipo kumuuliza Yesu. Mungu Bwana pewe sifa. Kwa hivyo, wadada, ni vizuri kuunganishwa kukuwa connected nao, vijana, watu wanne, wanaume wanne katika maisha yako: baba yako, bradha yako, mchungaji wako na bwana yako. Hapo utakuwa full na utakuwa na shida yoyote, na hapo Mungu ataweza kukubariki. Nataka niombe pamoja nawe. Beba juu mkono wako, tunapoomba. Baba, katika jina la Yesu, naombea msikilizaji wangu ambaye amekuwa akinifuatilia katika kipindi hiki. Baba, tumesoma kuhusu wanaume wanne katika maisha ya wadada, na tukapata ya kwamba mdada akikosa security ya baba yake amekosa, ataishi at, at, at, at miaka mingi mda, mdada akipoteza security ya brother yake atapigwa na maroho ya kifamilia. Mdada akipoteza security ya mchungaji wake atapigwa na maroho ambayo inapiganga wadada, na mdada akipoteza security ya bwana yake ataweza ku, ku, kuondolewa mavuli ya bwana yake, ataweza kuondolewa kichwa na atakuwa bila kichwa. Baba, ninawaombea wote ambao hawana vichwa baba, ukawape <coughs> wote ambao hawana good relationship with these four men into their lives. My father, mfadha ninawaconnect sasa na baraka zao, nawaconnect na hao na wanaume wanne ambao wanaleta security katika maisha yao. Baba wasaidie na wainue tenda makubwa katika maisha yao. Wabariki, watetee wanaume wote ambao hawajaokoka ninawaombea. Bwana, umesema ya kwamba kichwa mwanaume ni Kristo. na Baba, inamaanisha ya kwamba kama mwanaume hana Kristo hajaokoka, inamaanisha y kwamba hana kichwa. Baba, ninaombea wote ambao hawajaokoka, wakaweze kuokoka, wakakujue, ili wakuwe na nawe katika eh, katika maisha yao, wakuwe na kichwa nao, wataweza kubarikiwa. Baba, ninawabariki na damu ya Yesu na, katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Uko hapo, unataka kuokoka Umekuwa ukifuatilia na unasema tunataka kuokoka, naomba urudie maombi hii nyumba yangu. Sema, Bwana Yesu, naja mbele zako, mimi ni mwenye dhambi, futa majina yangu kwenye kitabu cha mauti, andika majina yangu kwenye kitabu cha uzima wa milele. Sema, Yesu nakupenda na nitakutumikia siku zote za maisha yangu. Shalom. Kama umeomba maombi hayo, kesho aenda katika kanisa linalohubiri Yesu Kristo ukaweze ku kuwa mshirika pale kanisa yeyote inayo ubiri Injili ya Kristo, uende pale useme umeokoka, na Yesu atakubariki. May God bless you, may God do you good. Shalom.